Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa chanelo yako upendelevu, kuna nini news. Kuna nini news ni chanelo yako TV online inayokuletea habari mbalimbali kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Tunakuletea habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Makao ya kuna nini news ikiwa ni uko nchini Uingereza, habari tunakutolea ni kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Leo ni siku ya Jumamne ya tarehe Machi 11 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Nini tumekuandalia leo? Wahenga usema kawia ufike. Kawia ufike. Tunaomba radhi kwa kuchelewa kukuletea habari, lakini bora tuilete ambayo itakuridhisha na habari ambazo habasah ndugu mtazamaji, kwa yale ambayo tutakuzungumzia ni kuhusu vita leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yale yanayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vita vya M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC, lakini upande mwingine ni wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kumbuka elewa kwamba kuna wazalendo na wazalendo halisi. wazalendo ni nani? Wazalendo ni mtu ambaye amekubali kufia nchi yake baada ya kuipenda na kutoa maisha yake kwa kuitetea, ila tafsiri sahihi zipo ndani ya kamusi ila cha msingi ni kwamba mzalendo ni yule ambaye anaipenda nchi yake, anaitetea na anakubali kumwaga damu yake kwa ajili ya kuipenda. Yaani tunapoona hapa na kutathmini kwa yale ambayo yanaendelea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kuna wazalendo na wazalendo halisi. Wazalendo na wazalendo halisi, wazalendo halisi ni wale ambao wanaheshimu na kushikilia itikadi au tafsiri ya neno uzalendo, na uzalendo bila halisi ni ule ambao ni wajina pasipo matendo. Na kuomba mtazamaji msikilizaji uelewe kwamba hivi karibuni kuliweza kutembea video pamoja na habari kuhusu kundi la wazalendo wa Kabido kupitia msemaji wao waliweza kusema au wameachana kabisa ushirika wao na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi umekubali kuungana na AFC M23 ambao wanaongozwa na Kone Nanga pamoja na washirika wao. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ikumbukwe hapa kuwa kwenye kitangazo walichokisoma wapiganaji hao wa kundi la wazalendo la Jenerali Kabido, kama vile wanavyomuita, aliweza kuwataja baadhi ya wengine wazalendo waliungana nao, ili waweze kukubali kusaliti nchi na kuweza kujiunga na M23 RDF kama vile AFC. Lakini miongoni mwa wale waliotajwa ni wazalendo wakifuafua ambao chimbuko yake ni huko tarafani au wilayani Walikale, hao wameweza kukanusha katakata kuweza kuungana nao, na wakasema walichukua silaha kwa ajili ya kupiganisha adui, na adui si mwingine bali ni mgeni ambaye huyo ni kutoka Rwanda. Ikiwa haitoshi kuna wengine ambao nao vile vile waliweza kujitokeza na kusema wao hawako tayari kabisa kwa kile ambacho Kabido aliweza kufanya. Lakini kile ambacho utakumbuka ni ndani ya wale wale vile vile askari waliokuwa wakiongozwa na jenerali huyo Kabido nao wameweza kujitokeza na kusema hawakubaliane na chaguo la kiongozi wao jenerali Kabido, lakini wao wamesema hawatakubali hata kidogo kufata mkondo wa mkuu wao yahani, kujiunga na M23 RDF ya jeshi la Rwanda, kama vile AFC, kwa sababu wao waliweza kuchukua silaha kwa ajili ya kupiganisha adui. Baadhi ya askari au wapiganaji wao waliweza kukataa na wakaweza kutoa nao tangazo lao wakisema wao wataendelea kupigania ardhi ya Kongo hadi mwisho. Hioneshe e ichome polepole. Hii okay, ni jeshi ambayo eh, ilikuwa kwa General Kabido FPP bare ape. Hii jeshi yenye inashimama hapa saa hii makoko ni jeshi yenye inakatala, inakatala sana. Haitaki ile maneno ya General uh, Kabido yenye anaingia ndani na General Mike hawa njua na wanakatala, walibeba bunduki ama siraha sababu ya kupiganisha adui, na adui mkubwa sana ni Mutusi. Hizi ni jeshi zenye zinakataa, zinakataa kabisa, hazitaki kuenda ku <coughs> <ene ventruwa. coughs> yaani hapa tuko, mweneo mi mingi ikuri nakuwa kasiiro pembeni ya uinga hawa wayiwikiana wanakatala wanakatala kabisa, wanasema hakika hawawezi weze kana kuingia mu M23, na hizi ni pasa ambao za General Kabidro zenye zilikuwa na hawataki kusikia tena ile jina ya FPP FPP. Saa hii ni M23 ndio jeshi wakuvala ile pasa saa hii ni M23 na ule jisa wa kvale pasa ile njo jeshi ya jenari Kabido mwenye anajiunga naye kwe M23. Njo tumependa tuoneshe zile image baiwe kama ye alienda yeye peke na ile jina, na wale wale wambaye wataweza kumufata mwile mambo anayoelekea, sababu shishi iongozi yetu nabaki na jeshi katika pori huku, objektif haiko moya kila mtu alikamata shiraha na objektif yake mwenye, alikuwa na objektif ya kujiunga na adui. Ni wale wale ambao mnasikia alo, tunajiembozekabisai kwetu, hatuna wakati ya kujiunga na adui. Merci sana na shu..., mtazamaji, ikiwa hayo yako sehemu za mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huko mkoani Kivu ya Kusini mambo ni mengine, mambo ni mengine Kabla tuendelee na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, yaani kujabone, usikose kujiabone, usikose kuungana nasi, usikose kulike, usikose kusheya kwa wengine, usikose kuacha komenti yako. Huko mkoani Kivu ya Kusini mambo ni mengine, yale ambayo yanashuhudiwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini ni tofauti na mkoa wa Kivu ya Kusini, nafasi ambako huku wazalendo wanaendelea kujihimiza kuhamasishana ili kuenda kuungana pamoja ili kupiganisha adui. Hayo ndiyo yanaendelea katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, kuendelea hadi Maniema Kwa... Kwa... Kwa... Kwa... Kwa... Kwa...

Hey, ndio mtazamaji pia msikilizaji, kama mnavyoona hapo aho, ni wapiganaji wa mkoa wa Kivu ya kusini na huko Maniema, ambao wamejiunga wote kama vile mtu mmoja kupiganisha adui mmoja wanayemfahamu ni tofauti na mkoa ya Kaskazini. Kwa nini M23 RDF, jeshi la Rwanda, AFC wanashindwa kusonga mbele kwa leo, licha ya kwamba ya kesho ya jua Mwenyezi Mungu. M23 RDF, jeshi la Rwanda, likitafuta njia za kwenda kutokelea katikati mwa Walikale, ili waweze kufungua njia ya kwenda Kisangani na sehemu zingine kama vile Maniema lakini huko mkoani Kivu ya Kusini, makundi ya wazalendo yameweza kuhamasishana, kujihimiza na wote kwa pamoja kujiunga kama mtu mmoja, ili waweze kufunga njia kwa adui kusonga mbele, na kile utaelewa bila shaka ni kwamba M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC imekwama, unapotofautisha na mkoa wa Kivu ya Kaskazini, lakini hata katika mkoa wa Kivu kaskazini pia kuna sehemu ambako wameweza kukwama na ni katika maeneo ya Lubero, yaani kusini mwa Lubero, M23 RDF jeshi la Rwanda AFC iliweza kukwama, kwa kuwa hii kuendelea sehemu zake za kaskazini kwenda Lubero kati kufika kwenye maskani ya wilaya ya Lubero yani mji wa Lubero wenyewe unaokuwa na jina la wilaya hiyo hawakopafika kuendelea Butembo, Beni na sehemu zinginezo. Hiyo ni kuhusu leo na jana. Ya kesho na kesho kutwa, mtondo na mtondogoho ni siri ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, ila ni yale ambayo tunataka tukuzungumzie leo. Haya ni matangazo ya leo. Kwanza, unapoona tunachokuandalia leo ni kuweza kutofautisha uzalendo. Kuna wazalendo na wazalendo halisi, licha ya kwamba wote wana jina moja, utawafahamu kupitia matendo, kama vile ilivyotangazwa kwenye chanolo mbalimbali na duru mbalimbali mbali za habari kuna jenerali wa wazalendo aliyekubali kuiacha serikali na kuungana na M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC na yesi mwingine, ni jenerali Kabido, wakati ndani ya wale wale askari wake kuna wale waliojiondoa kwake na kukubali ubaki kupambania au kulinda ardhi wakikubali kutumika na serikali na wale wazalendo tihifu wanaopigania nchi kama vile kumbukumbu kumbu. Ni kama tukumbushe upande wa kundi la wazalendo wa Kifuafua, nao pia nao wakasema hawakubaliane na njia ambayo Kabido aliweza kufata, na tumekwenda huko mkoani Kivu ya Kusini, nafasi ambako mambo ni tofauti na mkoani Kivu ya Kaskazini huku mkoani Kivu ya Kusini, wazalendo kama vile wale wa kutoka Manyema wanaendelea kuungana na motisha ni wa hali ya juu kabisa, kama vile mtakavyosikia. Hawa wote waelekea wapi? Kwenye uwanja wa mapambano kuweza kuzuia adui asiweze kuendelea kusonga mbele. <tinyo>

Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hivyo ndivyo mambo yalivyo, sehemu mbalimbali kuna kuendeshwa vita, na ikiwa tutazungumzia mkoa wa Kivu ya Kaskazini, habari nyipya ni kwamba kwa mara nyingine tena kumezuka mapambano M23 RDF ya jeshi la Rwanda pamoja na FC katika maeneo ya wilaya ya Masisi wamezusha mapigano ya kutaka kupasua njia kuelekea sehemu za Walikale kati, na hiyo kutafuta njia ambazo zinaweza kuwarahisisha kwenda katika maeneo ya mkoa wa Chopo huko Kisangani kama vile Manyema, kwa kuwa sehemu hiyo ni kama vile roundabout au njia panda ya kuelekea maeneo yote hayo chajwa hapo juu. Upande wa Kivu Kusini, kama tulivyozungumzia kwenye matangazo yetu ya Jumapili na Jumatatu ya tarehe kumi kwamba m ishirini na tatu waliweza kuondoka kutoka mji wa Kamanyola na kuelekea sehemu mbalimbali mbali ambazo hazikufahamika kutoka kwa wakahadi ila asasi za kiraia kwenye nyanda za juu tarafani Fizi, Mwenga na Uvira zikasema hao M23 RDF jeshi la Rwanda, waliweza kuelekea kwenye milima baada ya kukuta ukuta mkali kwenye bonde la Ruzizi, ukuta ambao umewekwa na wazalendo sehemu hiyo, kama vile askari kutoka Burundi ambao wanalinda mipaka ya nchi yao, lakini baada ya kuondoka kwao kutafuta njia za kupenya huko milimani. Habari tulizo nazo zasema wazi kwamba kule walikuelekea, pia waliweza kuingia kwenye mtego wa wazalendo, mapambano makali yakaweza kuzuka. Isifahamike hatima ya mapambano hayo yalifikia wapi. Tuyaachie majira muda, na nikufikia hapo, sina cha ziada, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kila ambacho nitakuomba wewe ambao bado hauja subscribe yani hauja jiabone, tafadhali usikose kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na hatimaye usikose kushare, yani kupartaje kwa wengine. Uo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa channel yetu hii, ili kesho tuje kwa kishindo zaidi. Basi nasema asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.